Tulitambua kwa moja tatizo linalowasumbua sana wa Tanzania linawapa chuki ni kero ya rushwa. Tukasema bwana, hatutaki mgombea mwenye makando kando ya rushwa, kama sasa wanavyojikaakaa kujita kuji. Maana sasa hivi wana kazi kubwa ya kumtetea Richmond. Sio yeye, sio yeye, eti Richmond akikwete. Uongo mtupu, yeah. Jana Mwakiende kaieleza vizuri tatizo kwenye Richmond. Tulikubaliana kweli kwamba kwa sababu mabwawa yetu yamekauka tukodishe mitambo nje ya kuzalisha umeme. Hili tumekubaliana wote na mi nimehusika. Mimi sikuhusika kwenye kampuni gani ndiyo ilete hiyo mitambo na kwenye kikao cha baraza la mawaziri tulipokuwa tunajadi, nilieleza wazi kanuni za manunuzi ziheshamiwe zizingatiwe, zihe. Tatizo kwenye Richmond kanuni hazikuzingatiwa. La kwanza lililovunjwa, badala ya shughuli ile kufanywa na Tanesco, waziri mkuu aliunda kamati yake ya makatibu wakuu, weyeyeye wafanye hiyo kazi, inatoa taarifa kwake, na ndiyo maana tume ya bunge ikamwambia wewe, mzee, wewe ndiyo chanzo cha tatizo hili. Matokeo yake ikapatikana kampuni ambayo haikuwa na uwezo wa kutimiza ule wajibu, nchi ikawa kwenye mgogoro. Leo wao wa kweli tu Asema, ndio maana siku moja hivi usiniulize mimi mwenye Richmond unaye wewe. <laughs> Kuamua kwamba tupate mitambo ya kukodisha ili kuzalisha umeme hili nimeshiriki kuamua, lakini sikushiriki kuamua kama kampuni ya kuleta mitambo hiyo iwe Richmond. Maagizo yangu yalikuwa kwamba taratibu za za kisheria za kupata mam taratibu za manunuzi, sheria izingatiwe. Imekiukwa, ndio chanzo cha mgogoro huu, mgogoro mpaka tukafikisha pale tulipofikia, na kumwambia yule bwana mkubwa hapo tulipofikia, jiuzuru, tuunde upya serikali. Kama Richmond ningekuwa ni yangu, Msabaha aliyekuwa waziri wa nishati alishakuja kwangu akiwalalamikia watu wa Wizara ya Fedha, kwamba rais, nisaidie watu wa Wizara ya Fedha wanakataa kutoa malipo ya kwanza kwa hii kampuni ili iweze kuleta mitambo. Mi nikaambia mimi nawaunga mkono watu wa Wizara ya Fedha, na nimwambia Msabaha, mtu yote akamuulize waziri, kampuni ni neno la Kiingereza This is a phantom company, neno la Kiingereza, phantom company, maanake ni kampuni hewa. Nikaambia hawa ukiwapa hizo pesa dola milioni kumi, wataondoka na dola milioni kumi na mitambo hutaiona. Nikaambia hapana, waambie hivi, kama wana uwezo walete mitambo, wakishaleta tutawalipa tuta hawakuweza kuleta na ndio nchi ikapata matatizo. Asingekuwa kampuni yangu, siningejilipa ningezuia kweli wasilipwe. Maneno hayana kichwa wala miguu, limewakwama kooni kama kijiba cha samaki. CCM <laughs> imeridhika kwamba John Joseph Pombe Magufuli anatosha, anazo sifa na simwoni mgombea mwingine wa chama kingine chochote anayefanana naye. Mmemsikia Magufuli kila mahali ame, ame, amelani amekemea rushwa, na ameahidi atashughulika nao na ataanzisha mahakama maalum ya rushwa. Nyinyi mmeshamsikia mgombea yule mwingine akatamka hata neno rushwa mdomoni mwake. Hata juzijuzi alipohojiwa na BBC hapa, akasema wanamuonea, akaambia mzee we tunazimia rushwa unasema tu ami rushwa hizi ndogo ndogo nitashughulikia rushwa kubwa vipi? Sasa mnanionea haya. Nilizandiwe kwa mahali pake pale sasa pa kujinasibu kwamba na wala rushwa wakubwa watakoma. Magufuli haogopi kusema hivyo. CCM oyee! Nani kama Magufuli?